Ninakushukuru Mungu kwa baraka ya siku mpya ya leo. Asante kwa neema na kibali cha kuiona siku hii, e Bwana. Asante Bwana kwa neema yako ambayo umeiachilia kwenye maisha yangu siku ya leo. Ninatambua ya kwamba ni wema na fadhili zako tu, e Bwana. Asante Bwana hata kwa ajili ya afya na uzima huu nilionao. Ninatambua ya kwamba Bwana umenihifadhi tu ninatambua ya kwamba Bwana ni huruma zako tu Bwana, ndio maana Mungu umenipa neema na kibali hiki Bwana cha kuiona siku hii Jehova. Niseme nini mbele zako Bwana? Maana ni wema wako tu Bwana. Niseme nini Bwana? Maana ninajua ya kwamba umenisaidia tu Bwana, na kunihifadhi. Ninarudisha utukufu na heshima katika kiti chako cha enzi. Asante Bwana kwa ajili ya afya na uzima huu Jehova. Asante Bwana kwa ajili ya ulinzi wa siku. Asante Bwana kwa ajili ya ulinzi wa siku nzima ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya ulinzi katika usiku mzima wa leo. Wako wengi waliotamani kuamka asubuhi ya leo, Jehova. Lakini Bwana, hawakuweza. Mimi ni nani Bwana hata niwe katikati ya watu walioamka wakiwa wazima na wenye afya. Sio kwamba nimetenda mengi ya kukupendeza Jehova, ila ninatambua ya kwamba ni huruma zako tu Bwana. Nami asubuhi ya leo Bwana, ninarudisha utukufu mbele zako, ninainua sifa zangu mbele zako, nikisema hakuna aliye kama wewe. Ninakutukuza mfalme wa utukufu, ninasema asante Bwana kwa wema wako na fadhili zako. Asante Bwana kwa huruma zako kwenye maisha yangu. Asante Bwana kwa uaminifu wako na kibali chako. Pokea utukufu e Bwana, pokea utukufu e Bwana. Asubuhi ya leo Bwana, ninakuinulia ibada ya moyo wangu, ninaliinua na kuliabudu jina lako. Asubuhi ya leo Bwana, pokea utukufu, mfalme wa utukufu, katika jina la Yesu Kristo a Nadhareti aliye hai. Ninakuinua Bwana na kukutukuza, ninalibariki jina lako mfalme wangu. Hakuna aliye kama wewe Bwana, peke yako unastahili kuinuliwa, peke yako unastahili kuabudiwa. Jehova ah, ninakutukuza Jehova, nina kuabudu Bwana, ninaliinua na kulisifu jina lako mfalme wa utukufu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asubuhi ya leo Bwana, ninasogea mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mdhaifu Bwana, sifai kabisa mbele zako. Ninaomba unirehemu, we Bwana, ninaomba rehema zako kwenye maisha yangu, ninaomba unirehemu na kunitakasa Bwana, ninaomba unisamehe dhambi zangu Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai nitakase na kuniosha e Bwana, samehe kila uovu na makosa ndani yangu. Bwana, ninaomba e Bwana, unitakase kwa kila dhambi na kwa kila uovu niliyoutenda mbele zako, kila mawazo maovu e Bwana, kila kunena kuliko, kuliko na uovu e Bwana Yesu, ninaomba unitakase. Niliposema maneno yasiyokupendeza mbele zako, niliposema uovu e Bwana, nilipotembea katika machukizo. Mfalme wa Amani, Baba ninaomba unitakase asubuhi ya, ya leo, ninaomba unirehemu kwa damu yako e Bwana, ninaomba unitakase e Bwana, takasa moyo wangu Jehova, takasa maneno ya kinywa changu e Bwana, takasa kutembea kwangu e Bwana. Macho yangu yalipotazama maovu Yesu ninaomba unitakase masikio yangu yaliposikiliza mambo maovu. Bwana ninaomba unitakase kwa damu yako Yesu, ninaomba unirehemu kwa damu yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nitakase kwa wema na fadhili zako, nisamehe Bwana kwa rehema zako, nitakase Jehova, nitakase mimi sifai mbele zako. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba unihuishe Bwana kwa damu yako, ninaomba unitakase kwa damu yako e Bwana, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, nihurumie Bwana kwa wema wako, nihurumie Bwana kwa damu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nadhareti aliye hai, nisamee Bwana kwa damu yako, nitakase Bwana kwa damu yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nadhareti aliye hai. Baba Mungu wa mbinguni, ninapoanza siku ya leo e, eh Bwana, ninaomba nguvu kutoka kwako Jehova, nijaze kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu. Nipe nguvu Bwana za kushinda kila jaribu lililoko mbele yangu. Ninaomba nguvu Bwana za kushinda kila uadui mbele yangu. Ninaomba nguvu Bwana za kushinda kila mitego ya movu ibilisi iliyotegwa mbele yangu, e Bwana, katika jina la yesu kristo, ninapotembea katika siku hii mpya, e Bwana, nipe nguvu za kushinda kila tamaa ya movu ibilisi nipe tamaa ya kushinda kila uadui ulioko mbele yangu kwa jina la Yesu. Nipe nguvu ya kushinda kila uovu. E Bwana, nipe kutembea katika nguvu zako Bwana, za kushinda katika kila umasikini, za kushinda katika kila ugonjwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba Bwana hizo nguvu za kushinda kila mitego ya mwovu ibilisi. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo hiyo nguvu ya kushinda e eh, Bwana kila uovu liokombele yangu. Nipe Bwana kila nguvu ya kushinda, nipe nguvu Bwana za kushinda kwa jina la Yesu Kristo. Siwezi bila wewe Bwana siwezi bila wewe Bwana, nipe nguvu za kushinda ninapotembea katika siku ya leo Jehova, nitembee katika ushindi, ushindi juu ya kila uovu, ushindi juu ya kila uadui, ushindi juu ya kila mamlaka za kipepo katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo Bwana, ninakiria kwamba siwezi bila wewe, siwezi bila wewe Bwana, siwezi bila wewe Jehova, nipe nguvu ya kushinda, nipe nguvu ya kushinda, nipe nguvu ya kushinda kwa jina la Yesu Kristo. Kila mitego iliyowekwa mbele yangu, nipe nguvu za kushinda e Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kila mitego yoyote iliyotegwa mbele yangu Bwana, ili kuniangusha asubuhi ya leo Bwana, ninaomba nguvu zako za kuniwezesha kushinda, za kuniwezesha kushinda kila uovu wowote, kila mitego yoyote, kila nguvu zozote kila uchawi wowote uliofanywa kinyume changu, kila nguvu zozote zilizowekwa mbele yangu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo nipe kushinda. E Bwana, mimi siwezi bila wewe, Jehova. Katika jina la Yesu Kristo, ila ninayaweza mambo yote katika wewe unayenitia nguvu. Nitie nguvu asubuhi ya leo, nipe nguvu Bwana, asubuhi ya leo niweze kushinda kila uovu, katika jina la Yesu Kristo, nipe nguvu zako ee Bwana, niweze kushinda kila hila za movu ibilisi katika jina la Yesu Kristo. Wewe Bwana unawapa nguvu wazimiao unawaongezea wasio nguvu wasiokuwa na nguvu, niongezee nguvu Bwana, maana sina nguvu ila wewe Bwana unazo nguvu za kunisaidia kushinda katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, wewe Bwana wanaokutumainia wanapata nguvu mpya, nivike kwa nguvu mpya Bwana, nivike kwa nguvu mpya Jehova, nivike kwa nguvu mpya e Bwana. Ninapotembea katika siku ya leo nivikwa kwa nguvu mpya Bwana, katika jina la yesu Kristo. Niviko kwa utukufu mpya Bwana, niviko kwa nguvu mpya Bwana, za kushinda kila nguvu za mwovu Ibilisi, za kushinda kila uovu mbele yangu katika jina la yesu Kristo, katika jina la yesu kristo karabasi kayandere ba korya mandere bazi kayandelia masika katika jina la Yesu Kristo. Wewe Bwana ni kimbilio langu, Wewe Bwana ni nguvu zangu. Wewe Bwana ni msaada wangu, katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo, Bwana nipe kushinda kwa jina la Yesu, nipe kushinda kwa nguvu zako, nipe kushinda kwa nguvu zako, nipe kushinda kwa, nipe kwa, nipe kushinda kwa nguvu zako katika jina la Yesu Kristo, nguvu zinazotoka kwako, nguvu zitokazo kwako kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, nipe kushinda kwa nguvu zako Bwana. Ninahitaji nguvu zako Jehova, niweze kushinda kila hila za mwovu ibilisi katika siku ya leo, kila mipango yoyote ya mwovu ibilisi iliyowekwa mbele yangu katika jina la Yesu. Ninajivika kwa nguvu zako, ninajivika kwa uweza wako, ninajivika kwa uweza wako na nguvu zako ewe Bwana za kushinda kila, kila mwovu za kumshinda kila shetani anayesimama mbele yangu katika jina la Yesu Kristo, Kristu karabasa kayadabaha. Mimi siwezi bila wewe Bwana, nipe nguvu zako za kushinda, nisaidie kushinda kwa jina la Yesu nisaidie kushinda kwa jina la Yesu katika siku hii ya leo. e Bwana, nguvu zangu zinatoka kwako. Nipe nguvu za kushinda, nipe nguvu za kumshinda mwovu ibilisi, nipe nguvu za kushinda kila hila za mwovu ibilisi, nipe nguvu za kushinda, e Bwana, kila uovu mbele yangu, kila dhambi mbele yangu katika jina la Yesu Kristo, nipe nguvu za kushinda, e Bwana, nipe nguvu za kushinda, e Bwana, nipe nguvu za kushinda, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako inanitosha Bwana, neema yako inanitosha e Bwana, kwa maana nguvu zako zinakamilishwa katika udhaifu wangu, nguvu zako zinakamilishwa katika udhaifu wangu katika jina la Yesu Kristo. Nami ninakiri ya kwamba mimi ni dhaifu, pasipo nguvu zako siwezi, mimi ni dhaifu e Bwana, ila katika nguvu zako mimi ninashinda, katika nguvu zako mimi ninashinda katika nguvu zako mimi ni mshindi, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Niwezeshe e Bwana, niwezeshe e Bwana, niwezeshe e Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo e Bwana, ninatangaza ushindi e Bwana, juu ya kila uonevu wa mwovu Ibilisi. Asubuhi ya leo Jehova, ninatangaza ushindi juu ya kila vita inayofanywa kinyume changu Asubuhi ya leo e Bwana, ninatangaza ushindi juu ya kila wadui unaofanywa kinyume changu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asubuhi ya leo Jehova, ninatangaza ushindi juu ya kila ugonjwa unaoinuka mbele yangu, juu ya kila ugonjwa uliowekwa mbele yangu katika siku ya leo. Ninatangaza ushindi Bwana juu ya kila huo ugonjwa, ninatangaza ushindi Jehova. Katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo Bwana, ninatangaza ushindi juu ya kila hali ya kuwa chini, juu ya kila hali ya kuonewa. Asubuhi ya leo Jehova, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninatangaza ushindi juu ya kila hali ya umasikini, juu ya kila hali ya kuwa chini, juu ya kila hali ya udhaifu, katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninatangaza ushindi e Bwana, juu ya kila dhambi ndani yangu juu ya kila dhambi mbele yangu juu ya kila uovu mbele yangu juu ya kila uonevu mbele yangu katika jina la Yesu ninatangaza ushindi ninatangaza ushindi katika jina la Yesu kwenye kazi yangu we Bwana asubuhi ya leo Bwana ninatangaza ushindi katika jina la Yesu Kristo kwenye biashara yangu Bwana asubuhi ya leo Jehova ninatangaza ushindi katika jina la Yesu Kristo ushindi wa Roho Mtakatifu ushindi wa Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, na kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninatangaza ushindi, ninatangaza ushindi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo na kwa nguvu za Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo linatangaza ushindi, ushindi wa Yesu Kristo ushindi wa Roho Mtakatifu linapotembea katika siku ya leo linatangaza kutembea katika ushindi wako, e Bwana katika jina la Yesu Kristo e Bwana wa mabwana, ninapotembea katika siku hii ya leo ninatangaza kutembea katika ushindi usio wa kawaida. Ninatangaza kutembea katika nguvu za roho Mtakatifu. Ninatangaza kutembea katika ushindi wa Yesu Kristo. Ninatangaza kutembea kwenye ushindi juu ya kila hali za kushindwa. Ninatangaza kutembea kwenye ushindi juu ya kila hali ya kuonewa juu ya kila hali ya kuwa chini. Ninatangaza kutembea kwa ushindi katika kila hali ya kuwa chini, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo ninatangaza ushindi, ushindi wa Roho Mtakatifu, ushindi wa Yesu Kristo uende pamoja nami Utembee pamoja nami ushindi wa bro Mtakatifu, ushindi wa Bwana Yesu Kristo uende pamoja nami. Yeye Bwana, katika siku ya leo, ninatangaza ya kwamba mimi ni mshindi, mimi ninashinda na zaidi ya kushinda, mimi ni mshindi zaidi ya washindi katika jina la Yesu Kristo. Uonevu utakuwa sehemu ya maisha yangu, umasikini hautakuwa sehemu ya maisha yangu, uadui hautakuwa sehemu ya maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Nitatembea katika nguvu, nitatembea katika ukuu, ninatembea katika ushindi, katika jina la Yesu Kristo. Ninatembea katika ukuu, ninatembea katika uweza na nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kutembea kwa kibali cha kiungu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Ninatangaza kutembea katika wema na fadhili za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Bwana kwa maana wewe hukaukuko pamoja nami, kwa maana wewe Bwana hautaniacha. Ninakushukuru Bwana kwa maana siku ya leo nitatembea katika kibali. Siku ya leo nitatembea katika uweza. Siku ya leo, nitatembea katika ukuu. Nitatembea katika kuinuliwa. Nitatembea katika ushindi wa Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba nikiamini. Amen.